Wengi tunaendelea kuaminishwa kwamba AI, akili bandia, itachukua ajira za watu zote, mpaka roho zinatushtuka, itakuwaje ikifika miaka ya mbele na ajira zetu? AI haiwezi kuchukua ajira yako. AI haiwezi kuchukua ajira zote, isipokuwa mtu anayeweza kutumia AI ndiyo atachukua ajira yako. AI usichukulie kama ni tishio. AI ichukulie kama ni fursa. Hebu kwanza tuangalie, AI haiwezi kufanya kazi peke yake. Labda umeweka ChatGPT kwenye kompyuta ukamwambia, haya piga vitu, haiwezi kutu, kufanya kazi peke yake, isipokuwa binadamu ndiyo anaweza kuiendesha AI. Ni sawa sawa na gari au ni sawa sawa na kompyuta. Kompyuta ukiweka peke yake haiwezi kufanya kazi, isipokuwa inategemea binadamu. Sasa AI haiwezi kufanya peke yake mpaka ipate binadamu. Ndio maana nakwambia binadamu, au mtu anayeweza kujua kutumia vizuri AI ndiyo atachukua ajira yako. Twende kwenye mfano. Hebu tuweke ajira tatu, ajira tatu tu kwanza, halafu tuangalie inakuwaje. Tuweke mwandishi wa habari, halafu tuweke na labda ajira ya biashara na design, mambo ya design. Haya, tuanze na mwandishi wa habari. Tuweke waandishi wa habari wawili, mwandishi wa habari A na B. Mwandishi wa habari A anatumia akili yake, anaandika habari, anatumia kichwa sana kuandika habari, anatumia masaa matano kuandika habari, anasumbua akili yake. Lakini mwandishi wa habari B anatumia dakika tano kuandika habari kwa sababu gani? Mwandishi wa habari A, yeye hajui kutumia AI, hajui kutumia akili bandia, kwa hiyo analazimika kutumia akili yake. Lakini mwandishi wa habari B ni mtaalamu wa kutumia AI, anauliza AI, anamtumia mambo mengi AI, yeye anatumia dakika tano. Hebu niambie, nani atapata kazi nyingi kati ya huyu ambaye akipewa kazi ana, anatumia masaa matano na huyu ambaye akipewa kazi anatumia dakika tano? Hebu tuende kwenye design tuseme mfano design labda wa graphic wa picha Graphic A au mtu anaye design A, yeye hajui kutumia akili bandia, lakini graphic B, yeye anajua kutumia akili bandia vizuri. Huyu graphic A anakaa toka asubuhi mpaka jioni, mpaka kesho, anacheza na Adobe, anatumia siku tatu kupata posti moja, lakini design B, yeye anatumia akili bandia anaweka vitu ana nini, dakika tano amekupa kazi hii hapa naambie, we nani atapata kazi nyingi, yule anayetumia masaa mingi au huyu anayetumia masaa kidogo? Sasa tuende kwenye mfanyabiashara mfanyabiashara mfanyabiashara mfanyabiashara anataka kutengeneza tangazo mfanyabiashara A anatumia akili yake sana, anatumia akili hapa, nieke hichi nieke hichi nieke hichi nieke hichi. Lakini mfanyabiashara B yeye anatumia AI au akili bandia kutengeneza tangazo. Mfanya biashara A eh, anaweza kutafuta labda watu 20, 30, 40, waje amsaidie jinsi ya kudesign tangazo, atatengeneza gharama, atapoteza vitu vingi sana na hata fedha. Lakini huyu B, yeye atakwenda kwenye akili bandia, atapiga vitu, ataondoka. Nambie nani atakuwa na mafanikio katika watu hawa wote watatu, au katika kazi hizi zote tatu? Hakuna mtu ambaye amepoteza ajira yake kwa sababu ya akili bandia au AI. Lakini mtu huyu, katika watu hawa watatu, kuna mtu kashindwa au kapoteza ajira kwa sababu ya mtu mwenzake anayojua kutumia AI vizuri. AI, akili bandia si adui. Akili bandia si ya kuikimbia. Akili bandia ni ya kujifunza ili uweze kuijua vizuri. tunakokwenda Hutaambiwa una digrii una masta, utaambiwa je, unajua kutumia AI? Maanake ni nini? Kampuni au serikali inataka ufanisi wa kazi, ili uendelee kubakia kwenye ushindani wa ajira au ushindani wa kibiashara. Jifunze kutumia AI. AI si adui. Hii ni Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa umependa hii mada, bonyeza like na ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii